Yes, kitu ambacho pengine wengi hawakijui ni kwamba Young Africans kwa sasa ni miongoni mwa klabu ambazo zina ushawishi mkubwa sana kwa ukanda, uh, wa Afrika Mashariki na Kati, na hususan katika bara zima la Afrika, kwa maana kwamba imekuwa ni kivutio kwa nchi nyingi sana sasa, jambo ambalo haulifahamu na ninalotaka nikuambie ama kukujulisha hivi sasa ni kule nchini Algeria ambako Young Africans wanaendelea na mazoezi ama maandalizi ya kusubiri mchezo wao wa hatua ya makundi, mchezo wa pili katika hatua hiyo, dhidi ya JS Kabylie, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika siku ya Ijumaa katika uh, nchi hiyo ya Algeria. Sasa kitu cha pekee ambacho pengine uh, kimekuwa ni historia kubwa ama ni rekodi kubwa kwa mara ya kwanza uh, kuwahi kutokea katika nchi hiyo ya Algeria ni mauzo ya haraka ya tiketi za mechi. Unaambiwa kwamba Young Africans imeandika rekodi kuwa timu ya kwanza uh, kuweza kuitengeneza ama kuisababishia klabu ya JS Kabili uh, mauzo ya haraka, ambapo inadaiwa kwamba uh, ndani ya masaa matatu tu tangu tiketi zianze kuuzwa tiketi hizo zimeisha zote, kwa maana uwanja ambao unakwenda kufanyika mchezo huo wa JS Kabili dhidi ya Dar es Salaam Young Africans unaingiza takriban mashabiki elfu hamsini. Kini, uh, japo unaingiza mashabiki elfu hamsini bado Young Africans wameweza kusababisha uwanja huo ujae ndani ya masaa matatu pekee, kitu ambacho kinatoa funzo ama pengine kinaonyesha ni kwa namna gani Uh, mashabiki wa mpira wa miguu, uh, nchini Algeria wamekuwa na hamu na shauku kubwa sana kuja kushuhudia Young Africans ikicheza ndani ya uwanja huo live kabisa ili kuona wachezaji wao pendwa, uh, wachezaji ambao wanazidi kujizolea umaarufu na kufanya vizuri zaidi katika soka hili, um, la upande wa Kiafrika. Sasa niliweza kuzungumza na baadhi ya wadau ambao wengine wako kule nchini Algeria na kusema kwamba um, kwanza uh, movement ama shauku ya mpira ama mechi hiyo imekuwa ni kubwa sana. Kila sehemu unayopita mazungumzo ni kuhusiana na uh, ujio wa klabu ya soka ya Yanga, lakini pia uh, uh, maandalizi yamekuwa ni makubwa sana. Uh, mashabiki wamekuwa wana vibe mechihio, uh, ya kutosha sana wakisubiri mechi hiyo siku ya Ijumaa. Kwa hiyo Young Africans wameweza kutengeneza historia kwa sababu unaambiwa tangia nchi hiyo uh, ianze kuwa na ligi kuu ambayo baadaye wakaanza kutoa timu ambazo zinacheza michuano ambayo iko chini ya shirikisho la soka barani Afrika CAF hakujawahi kutokea timu yoyote nchini Algeria ikamaliza tiketi ndani ya masaa matatu ama matano. Ni kitu ambacho uh, kipya, ni kitu kigeni, ni kitu ambacho kimeonyesha ukubwa wa yanga uko wapi, kimeonyesha ni nini mashabiki wa soka nchini Algeria wanakihitaji. Na hii inatoa fundisho kwamba Young Africans kwa sasa imekuwa ni timu tishio, ni timu kubwa, ni timu ambayo Uh, kila mmoja barani Afrika anatamani aishuhudie ikiwa uwanjani. Ni historia kubwa, ni rekodi ya kipekee ambayo, uh, nafikiri Young Africans watazidi kujivunia uh, katika karia yao ya soka. Unahisi mauzo hayo ya uharaka wa tiket elfu hamsini ndani ya masaa matatu inatokana na nini hasa? Tuandike maoni yako kwenye comment section. Ni ubora wa kikosi cha Yanga ama pengine Uh, ni promotion ya klabu ya Yanga katika mataifa mengine ndiyo inasababisha uh, watu wawe na hamna shauku kubwa sana kuiona Yanga ikiwa inacheza. Maoni yako ni muhimu sana kwenye comment section, lakini pia usahau kubonyeza neno subscribe, utakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia ya Mapro TV kwa ajili ya updates mbalimbali.